Msikilizaji, kama nilivyokuahidi hapo awali, ni kwamba mjadala wetu leo unajikita katika swala la Iran na Israel na yale ambayo yanaendelea Mashariki ya Kati. Kwa wakati huu, Marekani imejiunga na mzozo baina ya Israel na Iran na imefanya mashambulizi kuvilenga vinu vya nyuklia vya Iran, na shirika la kimataifa la kudhibiti usambazaji wa silaha za nyuklia, IAEA, limesema kuna uharibifu mkubwa ambao umetokea katika kinu cha nyuklia Mkuu wa IAEA pia amesema kinu cha Isfahan kimeshambuliwa na Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amependekeza mabadiliko ya kiutawala nchini Iran. Tunajiunga na Abdul Fatah Musa na Harrison Mwilima akiwa Berlin, na bado tunaendelea kumtafuta Ibrahim Rahibi. Nianze nawe Abdul Fatah Musa, yale ambayo yanaendelea hivi sasa na hapa ambapo tumefikia Unaona hatari inazidi eh, kwa kiwango gani katika uh, kuleta mparaganyiko mkubwa sana katika Mashariki ya Kati baada ya Marekani kujiingiza katika uh, vita hivi? Haya, nije kwako Harrison Mwilima no, hapo Balini. Unanisikia bila shaka Hebu e, tupa, tupatie taswira yako maoni yako kuhusu yale ambayo yanaendelea hivi sasa Mashariki ya Kati. Ya, yanayoendelea sasa Mashariki ya Kati ni, ni mambo ya kushangaza, kwa sababu kama ulivyosema hapo awali ni kwamba Marekani pia imeingia katika katika mgogoro huu. Kwa hiyo sasa swali lililopo hapa ni kwamba ni jinsi gani Irani itakavyoweza kulipiza kisasi kwa sababu Iran kama Iran imeshasema kwamba italipiza kisasi. Kwa hiyo swali lililopo kubwa sasa ni kuona na jinsi gani Iran italipiza kisasi. Kuna kauli ambazo zimetolewa na kansela wa Ujerumani. Uh, kuhusiana na hali hii na bila shaka gumzo linaendelea hapa Ujerumani. Ukisikiliza jinsi ambavyo watu wanazungumza uh, katika hisia zao unaweza kusema nini kuhusiana na hofu ya Wajerumani uh, kuhusiana na hali ambayo inaendelea sasa hivi mashariki ya kati, na, na, na kile ambacho kinaweza kikatokea baadaye pengine mzozo huu unapoendelea kutanuka katika maeneo mengine, uh, hofu iliyopo hapa ni kubwa. Mm -hmm. Na kama ulivyosema hapo awali kwamba uh, ile statement uh, aliyotoa Kansela Merz kwa maana ya kwamba Israel inafanya inawasaidia kufanya kazi chafu kwa maana ya kufanya dirty work ni kauli ambayo pia imekosolewa sana hapo Ujerumani na kama tunavyojua kwamba uh, serikali yake hii ipo kwenye muungano na serikali na na chama cha SPD kwao. Tumesikia kwamba katika watu kutoka chama cha SPD wamepinga pia kauli hiyo, lakini pia kama tunavyojua kwamba Ujerumani imekuwa iki, ikiunga mkono Israel kwa muda mrefu kutokana na, na, na, na, na, na sababu za kihistoria. Kwa hiyo tumesikia viongozi wa serikali wakisema kwamba Israel ina haki ya kujilinda lakini kuna baadhi ya wachambuzi kuna baadhi ya watu ambao wanaona kwamba hata haki hiyo ya kujilinda, kuna jinsi ya kutekeleza haki hiyo ya kujilinda, kwa sababu kama tunavyojua kwamba ni kwamba kila nchi ina haki ya kujilinda mm -hmm. lakini kwa jinsi Israel ilivyofanya uh, ilivyofanya mashambulizi yake Irani hiyo pia imepelekea kuwa na, na mjadala wa kisheria hapo Ujerumani, kwa sababu kama tunavyojua, ili nchi kutokana na sheria za kimataifa, ili nchi iweze kutumia haki hiyo ya kujilinda, lazima kuwe kuwe kwamba kumefanyika mambo mbalimbali. Mm -hmm. Ili kuhakikisha kwamba haki hiyo inatumika bila kufanya mashambulizi. Hai, Harrison, lakini kama tunavyojua Harrison, na Harrison nitarudi tena kwako uh, baki hapo hapo, nafahamishwa kwamba Abdul Fatah upo sasa katika laini ya simu unanisikia? Bila shaka nakusikia. Aha, Isfahan imepigwa, Fordo imepigwa. Uh, unaonaje kuhusu haya ambayo yanaendelea uh, Mashariki ya Kati hivi sasa? Kwa kweli, kilichotokea hivi punde au hivi jana katika hatua ya Marekani usiku wa kuamkia jana iliposhambulia vituo vya nyuklia vya Iran ni hatua ambayo imeufanya huu mgogoro wa Mashariki ya Kati uchukue mwelekeo mpana zaidi na hatarishi, kwa sababu kama ilivyoelezwa, vituo vya nyuklia vya Iran vimeshambuliwa vibaya sana, na hili ni jambo ambalo linapelekea kuwepo na hatari ya kutokea minururisho ya nyuklia katika maeneo ambayo wanaishi wananchi katika viwanda wa, vile au vinu vile vya nyuklia, na pengine hata athari hizo zinaweza baadaye zikazagaa katika maeneo mengine ya eneo zima la ghuba ya Uajemi na mashariki ya kati. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kitendo cha Rais Trump kuidhinisha mashambulio makubwa ya kijeshi dhidi ya Iran yameifanya Iran sasa iwe inakabiliwa na hujuma pana zaidi mm -hmm. Badala ya kuwa ni mzozo baina yake na Israel na sasa kuingiza Marekani, na tukizingatia kwamba tayari na vyombo mbalimbali vya Iran kuanzia kiongozi wa juu pamoja na viongozi wa kijeshi wote wametoa sisitizo kwamba Iran haitanyamazia kimya hujuma ya Marekani na lazima italipiza kisasi na wakati huo, Rais Trump alishatangulia kutoa onyo kwamba endapo Iran itafanya hivyo itakabiliwa na mashambulio makubwa na mabaya zaidi. Kwa hivyo hali ilivyo hivi sasa imekuwa ni mbaya zaidi, na hakuna ambaye anaweza mm -hmm. moja kwa moja akatabiri kwamba huu mgogoro mahali ulipofika utaweza kuzimika au kumalizika kwa haraka au la. Uh, nafasi ya Urusi tayari inajulikana na msimamo wake jinsi ulivyo. Iran inasema na ratibu mashambulizi ya kujibu mashambulizi ya Marekani uh, kupitia msaada wa Urusi na kuna mjumbe tayari ameshatumwa Moscow kwenda kujaribu kuomba msaada huko mpaka hivi sasa, lakini hatujajua kama India itapita upande wa Israel ama India itapita upande wa Iran, pia tumeshuhudia Uh, cha Jordan na Saudi Arabia uh, unazungumziaje kuhusu misimamo ya India, Jordan, Saudi Arabia kuelekea mzozo huu? Kwa hakika misimamo ya nchi zote ulizozitaja kuhusiana na mgogoro huu, zaidi ninavyoiangalia mimi, ni misimamo ni ya kisiasa na si misimamo ya kuchukua hatua za kivitendo, eh, kujiingiza moja kwa moja katika mgogoro wa Iran na Israel. Kwa bahati mbaya ni kwamba kwa upande wa nchi za Mashariki ya Kati aksari zao kama zitachukua hatua pengine za kusaidia, ikiwa ni kiintelijensia au kwa ajili ya kilojistiki kusaidia mgogoro huu hofu yangu ni kwamba nchi hizo zaidi zinaelekea pengine kuiunga mkono Israel na pengine kuiunga mkono Marekani na si kuiunga mkono Iran. Uh -huh. Na kwa upande wa Urusi, tusisahau kwamba hata rais Putin mwenyewe ameeleza wazi kwamba Urusi ina uhusiano wa muda mrefu, na hata kuna idadi kubwa ya raia wa Israel ambao wanazungumza Kirusi, huonyesha kwamba mfungamano wake na Israel si mfungamano wa kisiasa tu lakini, uh -huh. unaingiliana pia hata katika mtazamo wa kijamii. Kwa hivyo mimi kwa muda mwingi katika suala hili limekuwa nikiangalia Irani kwamba ni nchi ambayo katika mgogoro huu inapofika suala la kuchukua hatua za kijeshi sehemu kubwa sana Iran iko pekee yake kwenye suala hili. Inachofuata zaidi labda ni uungaji mkono wa kidiplomasia wa nchi ulizozitaja. Haya. Baki hapo hapo nitarejea kwako tuangalie sasa kauli ambayo imetolewa na Rais Trump kutaka mabadiliko ya uongozi Iran. Lakini tumsikilize sasa hivi Ibrahim Rahibi akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Bila shaka unafuatilia mzozo huu na mpaka hapa ambapo tumefikia, uh, tunaona kwamba Marekani imeingia, imepiga uh, unadhani kwamba hatua hii ya Marekani inavuruga kabisa ile fursa iliyopo ya kufanya uh, juhudi za kidiplomasia katika kujaribu kutanzua uh, mzozo huu kati ya Israel na Iran ama unaona bado matumaini yapo ya kufanya diplomasia? Nikianza na kauli ya balozi wa Irani ambayo alisema shambulizi la Marekani kwenye vinu vya nyuklia la Irani ilikuwa ni tangazo la kufuta rasmi mazungumzo ya diplomasia. Irani wanayohoja kusema kuwa hatuwezi kukaa tena kwenye meza na Marekani, kwa sababu ukirudi nyuma siku mbili kabla ya kushambuliwa kwao walikuwa wanaenda kwenye mazungumzo ya raundi ya sita pale Muscat, ambapo tayari raundi tano za mazungumzo zilishafanyika na taarifa rasmi ambayo ilikuwa ikitolewa na mwakilishi wa Marekani, Steve Witkoff, ilikuwa inasema kuwa maendeleo yalikuwa ni mazuri sana kwa hiyo Marekani alikuwa anajua nini anakifanya, halafu chini ya meza alikuwa anapanga mipango yake na Israel kuishambulia Irani. Kwa hiyo, Irani wanayo hoja ya kusema kuwa Marekani haaminiki tena kusimamia diplomasia. Lakini suala la diplomasia limewekwa wazi mara kadhaa, viongozi wa Irani wamekariri wakisema kuwa milango yao ya diplomasia iko wazi kabisa ikiwa itabidi, lakini wamesitiza swala la kuwa hawawezi kukaa kwenye meza hali ya kuwa wanashambuliwa mm-hmm. kwa hiyo, kama Marekani angekuwa na nia hasa ya diplomasia angeanza kupunguza, angeanza kumshawishi Israel kwanza, acha kushambulia ili turudi kwenye meza ya mazungumzo. Lakini unaona kuwa Marekani ametoa green light kwa Israel, ambayo haina mipaka hu, yani uungaji mkono usio na masharti kwa. Ndio maana unaona kuwa Israel anaendelea kwa nafasi yake. Ukirudi kwa Irani, amechukua tahadhari alizoanza nazo kuanzia mwanzo kuepusha mzozo mkubwa, kwa sababu hata mashambulizi yanayoelekezwa Irani yanatoka baadhi ya nchi jirani ambazo Irani hajazigusa wala kuzishambulia. Hataki mzozo na jirani zake, Ibrahim. Lakini unaona kuwa hata alivyo, naam uh, kwa hayo ambayo unayaeleza uh, na jinsi mambo yanavyosonga uh, mbele sasa hivi uh, na wito huo ambao umetolewa na Trump kwamba yeye anapendekeza au anasema yuko tayari kwa mabadiliko ya kiutawala ya kiuongozi nchini Iran. Kauli hii anasema lengo lake ni kuifanya Iran iwe dola kubwa zaidi dola ushawishi zaidi, anasema making Iran great again. Kauli hii unaiona vipi? Ni kauli ambayo ni kama inaibeza Iran au ni inafanana na kicheko cha stihizai? Ni kauli ambayo ukichukua, ilianza mwanzo kabisa wa vita, kwa sababu Israel walivyoanzisha mashambulizi ya Juni kumi na tatu walikuwa na slogani yao inaitwa rising lion. Ukitazama mm -hmm, kauli hiyo inaakisi hiki anachokizungumza Donald Trump kwa sababu Israel mara zote wamekuwa wakiunga mkono utawala ulioanguka wa Irani, ambao hata ukitazama kwenye bendera yao kulikuwa kuna simba. Kwa hiyo wanaenda kumuhuisha upya simba wa Irani arejee. Kwa hiyo utaona kuwa kama Trump alisahau kidogo, lakini huu ulikuwa ni wimbo wa mwanzo kabisa wakati wa Israel wamevamia Irani kuanzia mwanzo. Kwa hiyo baada ya mashambulizi ya nyuklia, wakawa kama wamesahau kuwa tulikuwa tuna jambo la pili. Lakini hili ni jambo ambalo linazungumzika kwenye midomo, lakini utekelezaji wake itaziacha nchi zote za mashariki ya kati zikiwa zimelipuka vibaya sana. hata Israeli itakuwa ime, mm -hmm. imeondokewa na watu karibu nusu ya wote ikiwa mm -hmm. tekelezaji wa hili, kwa sababu huwezi kupindua utawala ni lazima uje na ground invasion. kama utakuja na ground invasion unaingilia wapi? wanajeshi wa ardhini watapitia wapi? na hawa wanajeshi karibu milioni moja wa Iran kwa jumla na wale reserve, watakuwa wamekaa wapi? maanake unahitaji vita ya muda mrefu zaidi. anaweza Donald Trump akatumia miaka yake yote madarakani na atakuwa hajatimiza hilo. Asante sana Ibrahim. Uh, Abdul Fatah Musa umemsikia hapo. na Harrison, uh, najua kwamba unafuatilia naja kwako tu hivi punde, lakini ningependa kumsikia hapo uh, Abdul Fatah Musa kuhusu kauli hii ya kutaka mageuzi mabadiliko ya uongozi nchini Iran ambayo imetolewa na Donald Trump. Uh, unadhani kwamba kweli inaweza kuleta tija yoyote hata kama watafanikiwa kuleta mabadiliko katika swala la uongozi wa Iran, ama unawaona wa Iran watashikilia msimamo wao kuhusiana na mpango wao mzima wa nyuklia, kwa sababu wanaamini mpango wao ni kwa matumizi ya amani, na swala la Marekani kuwashinikiza kwao wao hali yingi akilini? Eh, Iran utawala uliopo hivi sasa wa Kiislamu unakabiliwa na, na upinzani wa ndani na upinzani wa nje, wakiwemo utawala wa kifalme uliopinduliwa ambao mrithi wa ufalme huo na watu wanaomuunga mkono, bali na makundi mengine ya upinzani ya, ya wakati wa mwanzoni baada ya mapinduzi yaliyobadilika kuwa upinzani wa serikali, na hata ndani ya nchi kuna upinzani pia. Hili ni jambo ambalo hali kadhalika, lakini kitu ambacho Wairan na Waisrael wame likosea kistratejia na likosa ambalo wamekuwa wakilifanya kila mara ni kusahau kwamba Wairan ni waaa wa, hata wale ambao wanapinga serikali, linapokuja suala la utaifa, linapokuja suala la umoja wa ardhi ya nchi yao ambayo wanajivunia kwamba ina ustaarabu wa zaidi ya miaka elfu tatu au elfu tano nyuma iliyopita, hapo Wairani wote huwa wanaungana pamoja na ndicho kitu ambacho wao walitarajia Israel baada ya kufanya mashambulio ya kushtukiza ya mwanzo ya Juni kumi na tatu, kwamba utatokea uwasi wa ndani wa kutaka kuangusha utawala, jambo ambalo ndilo zaidi Marekani kwa muda wote imekuwa ikilifuatilia, kuiumiza Irani kiuchumi, ili kuleta mabadiliko ya utawala kupitia uwasi wa kijamii. Lakini hilo ni jambo ambalo kwa bahati mbaya halikuweza, ni bahati nzuri pia, halijaweza kufanikiwa na hivi sasa pia, ikiwa ni suala la kutegemea kutumia nguvu za kijeshi, kama alivyotangulia kuzungumza mwenzangu hapo, bwana kuamua kuchukua hatua kama hiyo si rahisi kuweza kubadilisha utawala wa Iran kama ilivyofanya mwaka elfu mbili na tatu katika kuangusha utawala wa Iraq uliokuwa chini ya uongozi wa Saddam Hussein. Kwa hivyo, suala la kwamba ubadilishe uongozi au badaraka mfumo wa utawala wa Iran kwa nguvu za kijeshi ni swala ambalo linaweza tukusema hata kuhalisia kwamba ni ndoto kwa Marekani kuweza kufanikiwa katika jambo kama hilo kirahisi. Abdul Fattah Musa, Iran inasalia kuwa adui mkubwa sana wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 yaliyoongozwa na Ayatola uh, Ruhollah Khomeini, yaliyomwondoa madarakani Mohamed Reza Pahlavi aliyekuwa akiunga mkono nchi za magharibi wakati huo, na tangu wakati huo mataifa hayo mawili kwa maana ya kwamba Marekani na Iran yamejibizana sana na kuzozana na kuvutana kuhusiana na maswala mengi. Uh, likiwemo hilo swala la mpango wa nyuklia wa Iran na vilevile vile swala la uungaji mkono wa Iran kwa washirika katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati, na Marekani eh, kuonyesha ule ubabe wake wa kisiasa na kujiingiza katika eneo la Mashariki ya Kati eh, kama tuseme polisi ya dunia. Na uhasama kati ya Marekani na Iran umeendelea kukolea na kutokota, na hivi sasa tumefikia hapa. Kuna njia yoyote ambayo unadhani inaweza ikatumika kujaribu kutuliza joto hili hapa ambapo tumefikia, Abdul Fatah? njia ya kuweza kulituliza joto hili ipo, nayo ni ya marekani kwanza, kwa upande wake kuacha kuingilia masuala ya kisiasa ya eneo la mashariki ya kati, na vilevile kuacha uungaji mkono wake wa kibubusa kwa Israel katika masuala yanayohusu eneo hili na jingine la msingi zaidi, tukirudi nyuma, ni kwamba Marekani kuweza kuwa tayari kuheshimu sheria za kimataifa zinazosisitiza kutatuliwa mzozo wa muda mrefu sana katika Mashariki ya Kati, yaani mzozo wa Palestina kwa mm -hmm. Sababu chimbuko la haya yote yanarejea kwenye hilo, kwa sababu Marekani na Israel zimekuwa zaidi ni adui wa Iran, kwa sababu moja ni msimamo wa Iran wa kuunga mkono ukombozi wa Palestina, na si msimamo wa kisiasa na wa maneno matupu. Iran imekuwa ikichukua, yani, hatua hizo kivitendo kupitia wale wanaojulikana kama washirika wake katika mkawama wa au mapambano katika Mashariki ya Kati, kuanzia kundi la Hezbollah Lebanon, makundi mbalimbali ya mapambano ya Palestina na vile vile hata makundi mbalimbali ya Iraqi londo ikiwa na pamoja na Yemen, lengo lote likiwa ni kutaka kufanikisha kadhia ya ukombozi wa Palestina. Kwa hivyo chimbuko hasa au mzizi wa fitina wa kile tunachokijua kinachokishuhudia hivi sasa kinarejea kwenye kadhia ya Palestina, ambapo Marekani ndiyo imekuwa kikwazo kikuu kupitia Umoja wa Mataifa ambao umekuwa ukichukua hatua mbalimbali maazimio mbalimbali ya kutaka kuhakikisha kwamba mgogoro wa Palestina au mgogoro wa Palestina na Israel unatatuliwa kuhakikisha kwamba Wapalestina na wao mm -hmm. wanakuwa na, wawa, na nchi yao. Marekani ndio imekuwa kizuizi kikuu cha suala hilo, na tunajua kwamba Israel msimamo wake ni kutaka kujipatua kijiografia katika Mashariki ya Kati, jambo ambalo hata waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alipozungumza mm -hmm. katika mkutano wa mwisho wa Umoja wa Mataifa alionyesha ramani mpya ya Mashariki ya Kati ambayo ndani yake kitu kinachojulikana kama Palestina. Haya, Harrison Mwilima hapo Berlin, Marekani kujiingiza katika vita hivi, mzozo huu kati ya Israel na Iran, imejenga imebomoa imevuruga zaidi masuala ya diplomasia, ama unaona kwamba patatokea mwanya katika hali hii eh, na kuweze kupatikana suluhu. Iran tayari imeshaamua eh, sasa hivi kwamba mlango bahari wa Hormuz utafungwa na ni mlango muhimu sana ambao unapitisha eh, meli ambazo zinabeba mafuta sana. Unaionaje hali hii mpya ambayo inaanza kujitokeza? Hii hali inayoanza kujitokeza kwa sasa inatuonyesha kwamba Marekani nayo imechangia katika kuporomosha yale maadili ya kimataifa kuvunja sheria za kimataifa ambazo nchi nchi za dunia zilijiwekea, na ndio sheria hizi za kimataifa zilituwezesha uh, nchi mbalimbali mbali kuwa na amani mpaka sasa hivi. Kwa hiyo uh, kutokana na na, na, na tukio lililofanywa na Marekani na Israel linatuonyesha kabisa limevunja sheria za kimataifa eh, na kwa maana hiyo sasa, ina maana kwamba nchi yoyote uh, uko mbeleni inaweza tu ikaamua kusema kwamba mimi navamia nchi nyingine kutokana na, na haki ya kujilinda. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho naona kitachukua muda mrefu sana mpaka kurudi kwenye ile hali ambayo tuliokuwepo, kwa sababu kama wenzangu walivyosema eh, huwezi kushambulia nchi ambayo ipo katikati ya ya ya majadiliano ya kidiplomasia. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kilivunja sheria za kimataifa. Tukirudi katika mlango wa Hormuz eh, mlango huo tu, tu, tumesikia kwamba bunge la, la Iran tayari limeshapitisha mm -hmm, mm -hmm. uh, uh, sheria au au maagizo kwamba serikali inaweza ikafunga mlango um, huo, lakini tukumbuke kwamba kar, karibu asilimia tano ya gasi ya, ya gesi na mafuta yanapitia katika mlango ule. Kwa hiyo mlango ule ukifungwa utasababisha pia uh, kutetereka kwa uchumi duniani kote. Mm -hmm. Ina maana hapo sasa bei za mafuta zitapanda, kwa sababu zitakuwa zinashindwa kupita katika katika mlango ule. Bei za gesi zitapanda. Ina maana pia sasa tutaenda kuelekea katika mgogoro wa kiuchumi au kupanda kwa bei, kwa sababu mafuta yasipopita pale, ina maana bei za mafuta zitaongezeka. mm -hmm. na hiyo itasababisha mgogoro wa kiuchumi duniani duniani kote. Kwa hiyo ni hatari kabisa ambayo tunaiona kutokana na huu mgogoro utakavyozidi utaka kuendelea. Kuna mkutano wa jumuiya ya kujihami NATO ambao unafanyika wiki hii kuanzia kesho mjini The Hague. Na mkutano huu wa kilele unajikita katika masuala ya bajeti na jinsi nchi wanachama zinavyotakiwa kuongeza matumizi kwa lengo la kuimarisha uh, ulinzi eh, wa nchi zao na eneo lao. Eh, lakini mkutano huu unafanyika chini ya wingu zito la haya ambayo yanaendelea Mashariki ya Kati. Ibrahim Rahbi, ukiangalia katika mkutano huu wa NATO na haya ambayo yanaendelea eh, katika Mashariki ya Kati, unaiona wapi dhima ya NATO eh, katika mgogoro huu? Tumekuwa na shida moja kwenye majukwaa ya kimataifa haya yanayofahamika kama labda G20, G, G7, lakini hata NATO katika kipindi hiki ambacho majukwaa ya shughuli nyingine yanapogeuka kuwa majukwaa ya kisiasa, sioni kama kutakuwa na tofauti kubwa sana ya mkutano huu wa NATO na mkutano wa G7 uliofanyika hivi uh, karibuni eh, kule Canada mm -hmm, ambapo tunaona kuwa mkutano ule ulibeba dhamira moja tu, kuwa ya umagharibi ya ikiingia kifua Israeli na kuipa haki Israeli haki isiyokuwa na mipaka ya kujilinda kwa sababu eh, haki ya Israel ya kujilinda huwa haina mipaka yake, popote ilipo inaweza ikaingia. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa washirika wengi wa NATO ni washirika wa Israeli. Eh, hata mshirika ambaye anaonekana labda anapingana na Israel ya Uturuki, tunamfahamu misimamo yake, na ndio ambao Marekani amekuwa akitaka kumtengeneza Irani kuwa aina ya, ya nchi kama eh, Uturuki, ambayo inaweza ikapinga kwenye majukwaa lakini chini ya meza inaendesha mambo vizuri tu bila shida yoyote kwa hiyo sioni kama kuna jipya ambalo NATO watalileta isipokuwa wataenda kutetea kile kile ambacho, na kauli utazisikia nyingi za viongozi wa, wa Neto watasema kuwa Israeli ina haki ya kujilinda, lakini mara zote huwa wanasema Israel ina haki ya, ya kujilinda hawatoi mipaka ya kujilinda mpaka wapi wa kwa hiyo kwangu mimi mkutano wa Neto sioni kama utakuwa na, na, na jambo lolote jipya isipokuwa Irani anatakiwa abaki kwenye msimamo wake. Kitu kipekee walichokifanya Irani ni kupani kuto kupaniki baada ya mashambulizi ya Marekani, kuto kupaniki baada ya Israel kuwa viongozi wengi wamebaki kwenye utulivu huku wakijua kuwa wako peke yao na hawana mshirika yoyote mm -hmm. nyuma yao. Hata wale tuliamini walikuwa washirika hasa wa, wa, wa Irani, hapana. mm -hmm. wale ni washirika wa kimaslahi, lakini kwenye inapokuja swala la dhiki, Irani alifahamu vizuri kabisa kuwa nitasimama peke yangu, kwa hiyo ndiyo anavyotakiwa abaki kusimama peke yake na asitoke nje ya mstari kama wenzake walivyotoka, kwa sababu na yeye akitoka nje ya mstari tutavuruga kabisa eneo la mashariki ya kati na dunia nzima itavurugika. Harrison, unamsikia Ibrahim anasema haoni tija katika mkutano wa NATO. Kifupi, maoni yako kuhusiana na yale ambayo unayatarajia katika mkutano huu? Uh, kabla ya kwenda ambayo unayatarajia, tukumbuke kwamba tukumbuke kwamba mkutano huu unafanyika The Hague lakini jana pale Uholanzi pale The Hague kulikuwa na maandamano makubwa sana ambayo yalifanyika katika kupinga vita hivi vya Iran, kupinga uh, vita vya Israeli kuelekea Gaza. Kwa hiyo kulikuwa kuna maandamano makubwa sana, kwa hiyo nakubaliana na mwenzangu kwamba hii mikutano ya kimataifa imekuwa ni kama inapendelea upande mmoja imekuwa kama inapendelea upande wa Marekani na upande wa Israel lakini haiangalii upande mwingine. Kwa hiyo hata kama mkutano huu utaenda kwa kwa staili hiyo hiyo, tunaona kabisa dunia nzima watu e, awa viongozi wa kiserikali wanaweza wakawa wanasema kwamba Israel ina haki ya kujilinda, lakini tunaona kabisa kwamba raia wa kawaida, tunaona maandamano yanayoendelea katika miji mbalimbali mm -hmm. yanaonyesha ya kwamba nchi zao viongozi wao wa kisiasa inabidi waseme ukweli katika hili swala. Kwa hiyo hicho ndo nachokiona, lakini kukuelekea matarajio ya mkutano huo, nadhani mkutano huo utaangalia sana sana kama walivyosema hapo awali, eh, ongezeko la bajeti za, za ulinzi eh, lakini, lakini hili uh, swala la Iran